Na Sheikh Mwakidudu tukiendelea katika msuru wetu wa mahojiano kuhusiana na masala ya, ya mawaidha, tunasema kwamba kuna hivi sasa kuna ibada ambayo inabishahudi kwa hapo mbele yetu ambayo swala la kudhwahi. Kwanza hebu Sheikh amasishauma kwanza, kudhwahi ni nini, halafu ya vile vile, maanake nini, halafu asili yake ilitoka wapi kwanza kabla sijaja hapo, naam, nayo hii ni ibada nyingine ambayo kwamba ina mtihani ile ile naam. Kuudhahi kama takavyoelezea ni hapa mfungo tatu, naam, tarehe kumi mfungo tatu, siku kuu ya Idi ambo kwamba imeitwa <mukla> Idul Udhiya, idi ya kufanya Udhiya, pia inajulikana kama al adhahi. Sasa nikasema ibada nyingine hiya matatizo kwa sababu ni ibada ya kutumia ya pesa. Pesa nayo vilevile, vile katika jamii yetu tuko mm-hmm, nyuma nyuma sana katika, kwa tuko nyuma sana, kwa hiyo haji na, na kudhahi hey. Na kwa nini? Ni zile zile sababu tulizoeleza no, ya kwamba ni ibada ya kutoa na kuna watu kutoa kwao sikuna watu wana mifugo tu ng'ombe ishirini e, ana kondoo wangapi ana, e, ana mbuzi karibu arobaini lakini ikifika udhiya hashiriki katika ibada ya udhiya. Kwa hivyo ni ibada vilevile, atakahamasisho na mashekhe wahamasishe zaidi, waelezeane yani fadhila za kuchinja. Ukichinja wewe utakuwa nani nama. na yafanywaje na kama tutakavyoelezea hivi sasa kwamba udh-hiya ni kitu gani. sasa kitu cha kwanza, Muislamu, tia nia ya udh-hiya hata kama una pesa he, ili mimi naona ndio liwe muhimu. Ili nia. Tia nia ya kuchinja hata kama huna pesa. hivi so, sasa ni Shawal, tia nia kwamba mimi nitachinja inshaallah basi, alafu mwache Mwenyezi. Ukifanya hivyo, Sheikh, yeah. utachinja kweli kabisa nia, kwa sababu nia niatu muumini ablagh min amalihi, nia ya Muislamu <tipain> ina nguvu kuliko amali zake. Na unajua so, kuna watu, tufahamishane, kuna watu wanapata malipo ya ibada fulani kwa sababu ya nia yake, na hata kham, kham, kama hajafanya, lakini ile ni kwa sababu ya nia yake. Hayo yako dhahir, wewe unapata thawabu ya ile nia kwa sababu umetia nia na hukufanikiwa, basi Mwenyezi Mungu mwenyeazingu wakutafahamu udhiya. Naam, ni kuchinja naam ni ibada ya kuchinja mnyama maalumu siku maalumu, yani wakati maalumu na, na uh, yani ni ibada maalumu kuchinja siku maalumu nyama maalumu, si kila mnyama naam. Alafu wakati maalumu, si kila wakati, si kila wakati. Lengo ni kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tutaja kwenye hikma, tumesema kuchinja nini? Naam, asili yake. Tumeeleweka kwamba ni mnyama maalum. Sisi tutawataja si kila mnyama, si kila mnyama. Eh. Wakati maalum wakati kila wakati. Naam. Zama maalum, eh, zama maalum. Uh -huh. Unauliza nini? Ashwata uh, maana yake nini? -huh. Asili yake ili tukawapi asili yake udhiya. Naam. Kwanza ili neno udhiya katika lugha. Udhiya Udhiya eh, ni ibada ambayo kwamba imefungamanishwa na wakati wa dhuha. Udhiya nafikiri kisizi harufu, kuna dhadi hapa, kuna he, alafu kuna ye. Naam, dhuha ni ile ile dhuha. Dhuha ni wakati gani? mm. ni wakati wa jua limechomoza kuanzia saa moja kwenda saa mbili saa tatu saa nne au wakati wote wa udhiya. Naam, kwa hivyo ibada hii wakati wa kwamba inafanywa wakati huu udhiya, wa udhiya wa, wa dhuha inaitwa udhiya. Naam.